Leo tumewaandalia dawa au mchanganyo ambao unatibu mafua makali. Uh, mafua nayoyazungumzia hapa ni yale mafua ambayo kuku anakuwa anatoa machozi au ana utando mweupe au macho yake yamevimba. Ndo tutaangalia namna ambayo unaweza kuwatibia uh, kuku mafua haya. Mafua haya mara nyingi ukienda dukani utapewa dawa zile za mafua makali za dukani kama Tylodox, eh, eh, sijui kuna Endrovet na kadhalika utapewa, lakini utakuwa unaona labda kuku wanaendelea kufa na hawaponi. Kitu ambacho huwa kinasababisha wale kuku waendelee kufa ni yale macho waga, yanakuwa yameziba hayaoni, kwa hiyo watakufa kwa njia. Hata kama watapona, yaani utawapa hiyo dawa watapona, lakini kitakachokuwa kinazidi kuwaua na kuwaangamiza itakuwa ni njia, kwa sababu watakuwa hawana uwezo wa kula vizuri. Unaweza ukawanywesha kabisa dawa na dawa yenye nguvu kabisa, ambayo ina uwezo wa kufanya kazi, changamoto itakapokuja ni kwamba yule kuku unakuta alikuwa bado hajala, kwa hiyo unampa dawa kali kuku ambaye ana njaa, mara nyingi waga wanakufa kwa hiyo A, kama unawapa dawa ya dukani nitakuelekeza ufanye kitu gani, na kama ni mchanganyo wa asili pia nitakuelekeza. Sasa endelea kunisikiliza mpaka mwisho ili ujue utamhudumiaje kama unatumia dawa ya dukani kwa kuku ana haya mafua makali ambayo macho yamevimba au yanatoa machozi au yana utando. A, kitu cha kwanza kabisa utakuwa una maji ya uvuguvugu unaweka na chumvi kidogo, unaikoroga kabisa ile chumvi. Baada ya kuikoroga vizuri kwenye ile kwenye yale maji, basi chukua kitambaa laini au pa ni ni utaupaka kabisa, kabisa kwenye macho ili kuyafanya haya macho yaweze kurudi kwenye ile hali ya utelezi kwa ajili ya kuyalainisha ya yale macho lakini vile vile kwa ajili ya kuzuia bakteria ambao wanaweza wakaingia, uh, kwa sababu tunajua aloe vera ni dawa ambao huwa inazuia bakteria au inalinda dhidi ya bakteria. Kwa hiyo utawapaka ule ute wa aloe vera kwenye hayo macho yao. Baada ya hapo, kama ulipewa dawa ya dukani yoyote ambayo utakuwa ulipewa, basi utaweka kwenye maji yao ya kunywa, utaendelea kuwapa. Kama hawawezi kula kabisa kutokana na hiyo hali ya homa, waandalie uji wa sembe. Unachukua uji wa sembe au wa dona, weka na sukari kidogo Upike uive kama uji ambao wanakunywa binadamu. Kuna wengine hapa huwa wanielewi, huwa wanaweka uji, wanaweka tu unga labda na sukari bila kuupika. Hapana, uji ninaozungumzia hapa ni ule uji ambao unapikwa kabisa. Ukisha upika ule uji, uh, ukawa na sukari kidogo, unatafuta bomba lako la sindano. Ukisha poa, unamnywesha una mdomoni ule uji, kisha unamnywesha dawa ambayo utakuwa ulipewa kwenye duka la mifugo, kutokana na homa ambayo ulielekeza hiyo homa ya mafua. Kama utataka kutumia dawa ya duka kitunguu maji kimoja au viwili, nategemea na idadi ya kuku vikate katika vipande vidogo vidogo, wawekee wale kuku wadonoe. Baada ya kuwa umeshawapa ule uji, wawekee kuku wa vidonoe, wakishavidonoa kule kwenye maji yao ya kunywa. Sasa nenda kaweke mchanganyi wa majani ya mbaazi, uh, utaweka na majani ya aloe vera, kitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Ukitaka zaidi kuhusu vipimo, tunakushauri ujiunge na kundi letu au ununue kitabu chetu cha tiba za asili au kitabu cha mwongozo wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili, utakutana na vipimo vya hivyo vitu vyote, au vitu vyote ambavyo vinatibu mafua, utakutana na vipimo vyake. Kwa hiyo, kwa dawa ya dukani utafanya kama nilivyokuelekeza, na kwa mchanganyo wa asili utachanganya hivyo vitu. Kama hujui vipimo, hakikisha unanunua kitabu chetu cha tiba za asili za kuku. Kina vipimo vyote, sio vya dawa ya mafua tu, vya dawa ya magonjwa yote kama typhoid, kideri, ndui na kadhalika. Kina michanganyo yote ya asili ambayo inatibu vizuri kabisa magonjwa ya kuku. Kitabu hicho ni shilingi elfu kumi tu, na ukikinunua hautojutia, kwa sababu hiki kitabu kinakusaidia wewe mfugaji usiingie kabisa kwenye duka la madawa kwenda kununua dawa za kuku, bali utaweza kutengeneza wewe mwenyewe kutoka kwenye mimea mbalimbali ambayo inapatikana kwenye mazingira ya kawaida kabisa. Gharama yake ni elfu kumi tu. Ukilipia unatumiwa papo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna vitabu vingine vinne. Ukitoa kitabu cha tiba za asili, kuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tuna mwongozo maalum ufugaji wa kutumia tiba za asili. Tuna safari ya ufugaji toleo la kwanza na toleo la pili, ila toleo la pili liko vizuri zaidi. Pia tuna kitabu cha Ufugaji wa broiler. Aa, pia kama kuku wako hawatagi au wamedumaa tuna formula ambazo zinaweza kuwasaidia wakafanya vizuri kabisa. Ukitueleza changamoto yako tutakuelekeza uchukue kitabu gani au upewe huduma gani. Kila kitabu gharama yake ni shilingi elfu kumi tu, ukilipia unatumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna kundi la WhatsApp. Hili kundi la WhatsApp ada yake ni shilingi elfu nane tu kwa muda wa miezi miwili. Ukilipa elfu nane tunakuunga kwenye hili kundi, utaweza kuuliza maswali, utaweza kuuliza kuhusu ushauri, tutakushauri upate vifaranga gani uwafuge vipi na utumie chakula gani, au utengeneze, au ununue cha dukani na kampuni gani ambayo inafanya vizuri kabisa. Ni ushauri mzuri na namba ya Tigo unaweza kutupigia au kututumia ujumbe. Asanteni sana, tunawapenda na Mungu awabariki sana.